Mimi kupitia rafiki zangu wa karibu tumeleta leo ng'ombe, na huu ni mwaka wetu wa kumi. Tumekuwa tukileta mifugo ng'ombe, lakini kwa bahati mbaya wengi wenu mmekuwa mpati. Sasa, sasa kwa mwaka huu Rufiji oye! Sasa kwa mwaka huu tumeleta ng'ombe wa kutosha, ninachowaomba muwe na utulivu na msiondoke hapa mpaka kila mmoja wenu amepata nyama. Kwa hiyo niwaombe, nimuombe kila mmoja muwe na subira, msiondoke hapa mpaka kila mmoja wenu amepata nini, amepata mboga kwa ajili ya sikukuu yetu ya Idi. Kwa hiyo nyama hii tumeileta kwa ajili yenu, mimi kupitia rafiki zangu tumeleta nyama hii kwa ajili yenu kuwasaidia wale ambao wasiojiweza ambao ninaamini miongoni mwenu ni wale ambao wanahitaji kupatiwa nyama hii. Kwa hiyo ninawaomba msiwe na wasiwasi, wataweka utaratibu mzuri na kila mmoja atapatiwa mfuko wa nyama. Baada ya kuwa wameshachinja, kila mmoja wenu atapatiwa nyama, msiwe na wasiwasi. Tumeelewana, eh? kwa sababu nyama iliyopo ni nyingi na tunakusudia kupeleka kwenye kata zote kumi na tatu, sio Ikwiriri peke yake. Kata zote kumi na tatu watapelekewa nyama. Kwa hiyo kwa sasa hivi wataanza kupeleka kwenye kata, lakini niwathibitishie, ng'ombe zilizopo ni ng'ombe za kutosha, kila mmoja wenu atapata, tumeelewana. Kwa hiyo muwe na eh, utulivu, msiumizane, msiumizane, kwa sababu nyama ipo ya kutosha, kila mmoja wenu atapata nyama. Huu ni utaratibu wetu, huu ni mwaka wa kumi tunaleta nyama, mwaka wetu wa kumi. Kila kwenye sherehe za Eid tumekuwa tukichinja kwa ajili ya kuwawezesha wale wasiojiweza, na tumeelewana vizuri Kwoyo niwaombe muwe na subira, kila mmoja atapata nyama leo, na nimekusha toa nimekusha toa maelekezo ndani ili kusudi kila mmoja wenu aweze kupatiwa nyama. Kwayo niwaombe muwe na utulivu, kwa sababu ng'ombe zinazochinjwa ni nyingi, sio kwamba uje sasa hivi upewe sasa hivi, haiwezekani, lakini muwe na subira.